Uboreshaji wa soko la majengo jijini Dodoma umetajwa kuchangia msongamano na foleni unaosababishwa na magari kupakiwa kiholela kando ya barabara, hali inayoathiri shughuli za wafanyabiashara. Hayo yameelezwa leo Aprili 14, 2025 na baadhi ya wananchi ambao ni wafanyabiashara huku wakiwatupia lawama wanaokatisha risiti kutafuta njia mbadala ili kupunguza msongamano unaojitokeza hivi sasa. Hata hivyo, dereva wa gari Ramadhani ali Mwichande anataja changamoto hiyo kuwepo katika barabara ya Sango na hivyo kusema kuwa hazina rizevu hivyo kupelekea foleni. Naye dereva bodaboda Fande Ali amesema kuwa watumiaji wa magari wafuate utaratibu wa jinsi ya kutumia njia kwa usahihi ili kuondokana na usumbufu wa msongamano wa magari. O changamoto tunayopata sisi wafanyabiashara ni pale ambapo wateja wanakuta wateja wanapita kuna wateja wanaokuja wanakuja tunawahudumia, inakuwa ni, ni shida kwa sababu ya msongamano eh, msongamano unakuwa sio mzuri kwa sababu unakuta wakati mwingine gari limegongwa, na gari linapogongwa watu wanajaa, kwa hiyo wahudumia watu huku inakuwa ni shida, hata wizi unaweza ukatokea pia kwa sababu gari likishakanguliwa au likigongwa watu wanakuwa ni wengi, kwa hiyo kuwahudumia wateja inakuwa ni vigumu. Changamoto ni soko kubwa hapa ni kwamba kuna soko linalojengwa sasa hivi la majengo, na hili soko la majengo ni kwamba kuna barabara moja ya majengo ambayo imezibwa kwa ajili ya wafanyabiashara wa, wa, wa, wa soko wamekava nafasi. Sasa katika kukava nafasi barabara hii ambayo wanalipia wafanyabiashara kwa ajili ya paki walitakiwa wafanye change kwamba at least parking wabadilishe kwa sehemu nyingine au watafute njia nyingine ili matatizo yapungue ya, ya parking. Lakini sasa a wa wahusika ni kwamba wao wanachukua tu kodi ya kulipia, lakini hawana chochote. Kwa hiyo wao wanatakiwa wajiongeze. Kwa sasa hali imekuwa ni mbaya, watakiwa watafute njia mbadala parking za muda, kama alivyotengeneza vibanda hivi. Kwa majina mimi naitwa Ramadhani Ali Mwichande. Ni mkazi wa maili mbili hapo, ila changamoto mjini ni zipo, hasa katika haya masuala ya usafiri ni hasa na kwenye hizo njia zenye one ways au two way, kwa sababu inakuwa haina sehemu ya reserve. Kwa hiyo inapelekea ju katika kupaki, mtu anataka kuchukua bidhaa au mahitaji, kwa hiyo usumbufu unakuwa mkubwa mtu anaweza kapaki hapo kaingia dukani nasababisha foleni. Hivyo kama serikali itaamua ita kututengea maeneo maalum bwana, madereva walikuwa na paki sehemu fulani, labda kama Nyerere Square, pale kuna maeneo ambayo yanakuwa yako wazi, watu tunafika tunapaki magari yetu, kama walivyofanya tu PSSF, kuna majengo yamewekwa tu kwa ajili ya parking peke yake. Kwa hiyo wakifanya vitu kama hivyo itakuwa rahisi na, kwa sababu pia ushuru tunalipia hatujawai kupata mlolongo wake unakuwaje, kwamba bwana ushuru huu tunaochukua tunaofanyia jambo fulani. Kwa hiyo manispaa pia inabidi tuangalie na sisi watumiaji wa magari. A, kwa majina naitwa Fande ni mwendesha bodaboda wa majengo sokoni. A, changamoto iliyopo kwenye upakiji wa magari katika maeneo haya ni kwamba kunasababisha kunasababisha foleni kubwa, yani wakati mwingine watu wanashindwa kufanya movement kwa haraka na kwenda katika safari zao kwa haraka, kwa sababu ya watu ambao wanaopaki aidha kwenda kununua bidhaa huko sokoni au na kwa vyovyote vile wanavyopakiwao, lakini ni kwamba wanasababisha jamu. Ushauri wangu ni kwamba hizi barabara ziliwekwa, ziko za kuingia na ziko za kutoka kwa mfano, kama hii barabara ambayo tunaizungumzia hapa, hii ya Majengo, ni kwamba barabara hii ni barabara ambayo inatoka upande wangu wa kulia kwenda upande wa kushoto, lakini kwa hapa imekuwa vice versa. Wanaoenda wanaenda na wanaorudi wanarudi kwao. Ushauri wangu ni kwamba wafate protocol za barabara kama ilivyokuwa mwanzo, itasababisha msongamano wa magari kupungua kwa kiwango kikubwa. Godinis Jasper, Sky TV Dodoma.